Ukisoma katika vitabu vitakatifu mfano Biblia inasema katika Yona 13 mstari wa 34 mpaka 35, naomba ni nukuu: amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. lakini pia Mathayo 22:39 inasema amri ya pili ni kama ya kwanza, mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe. Mwisho wa kunukuu. <coughs> Ukitazama kwa ukumbi huu ulivyo na bashasha na kufurika, unaona upendo ndani ya hii ukumbi.